Umeweka mtambo wa rada wa Israel Puntland kwa ajili ya kutungua makombora ya Yemen. Duru za habari zimeripoti kuwa muungano wa falme za Kiarabu UAE au Imarati imeweka mtambo wa rada wa utawala wa kizayuni wa Israel katika ardhi ya Puntland Somalia, ili kuyanasa na kuyatungua makombora yanayorushwa na Yemen. Tovuti ya habari ya Middle East Monitor imeandika: Imarati imeweka mtambo wa rada uliotengenezwa na utawala haramu wa Israel katika eneo la Puntland lililoko kaskazini mashariki mwa Somalia ambalo linatazamana na guba ya Aden. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Imarati inautumia mtambo huo wa rada kunasa makombora ya balestiki na ndege zisizo na rubani za Yemen zinazotumiwa na vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo kushambulia maslahi ya utawala wa Kizayuni, zikiwemo meli zinazopita katika bahari Nyekundu na guba ya Aden kuelekea kwenye bandari za utawala huo ghasibu. Hadi sasa jeshi la Yemen limezilenga mara kadhaa meli za Kizayuni na zile zenye mfungamano na utawala wa Kizayuni zinazoelekea ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani ili kuonyesha uungaji mkono wananchi madhunumu wa Palestina na kuushinikiza utawala wa Kizayuni usitishe vita vya kikatili na jinai zake za kinyama katika ukanda wa Gaza. Tangu muungano wa Falme za Kiarabu uanzishe uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala wa Kizayuni wa Israel, safari za viongozi wa Kizayuni kuelekea Abu Dhabi na ushirikiano wa kijasusi na kiusalama kati ya pande hizo mbili umeongezeka. Kuhusiana na hilo, hivi karibuni Waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Kizayuni, Gideon Saad, alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Imarati, Abdullah bin Zayed, katika safari aliyofanya ya kuitembelea Abu Dhabi.